Na barabara kabisa uharigani mwanafamilia wa Mapro TV, asante na karibu sana kuungana nasi katika segment ya uh, kimichezo kuangazia habari kemkem za kimichezo ambazo zimejiri na headline katika mitandao ya kijamii. Kuomba kama mbaro hujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipite na habari yoyote ambayo tutakuwa tumeiweka hapa na kuichambua, lakini pia habari zote ambazo zinajiri kila siku kila sana kila wakati. Na kwa sasa tunaangazia taarifa mpya kutoka kwa rais wa shirikisho la soka Tanzania bara TFF, ndugu Wallace Karia, baada ya kupokea taarifa ambayo ikweli imekuwa na mstuko mkubwa sana kwa wadau wa soka Tanzania, lakini nje ya mipaka ya Tanzania Uh, kwa ujumla na kubwa zaidi ni kuhusiana na taarifa ya Bwana Wallace Karia kuweza kujiuzuru. Sasa kama unakumbuka vizuri, uh, miezi kadhaa nyuma kulikuwa na kampeni ambayo inaendelea ya ndugu Wallace Karia uh, kugombea nafasi ya ujumbe uh, katika kamati za shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambapo kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, Wallace Karia alikuwa akigombea katika nafasi hiyo ili aweze kuwa miongoni mwa wajumbe katika kamati ya utendaji ya shirikisho la soka barani Afrika CAF. Sasa tuliona nguvu kubwa imetumika, lakini pia kumekuwa na masuala mbalimbali ya kutengeneza mazingira mazuri kwa Wallace Karia kushinda na hatimaye uh, tumepata taarifa kwamba ameweza kupata nafasi hiyo kwa maana ameshinda na sasa ni miongoni mwa wajumbe wa kamati hiyo ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambapo anakuwa ni mjumbe pekee kutoka katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ukiacha ndugu Engineer Said ambaye pia anakuwa anaingia katika nafasi hiyo akiwa kama mwenyekiti wa aa, shirikisho la vilabu Afrika kwa maana ya CAF. Sasa baada ya nafasi hiyo ya ndugu Wallace Karia, tumearifiwa kwamba Wallace Karia ameweza kujiuzuru. Amejiuzuru nini? Amejiuzuru nafasi ya kuwa mwenyekiti wa shirikisho la soka uh, kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya CECAFA. Amejiuzuru nafasi hiyo ili aweze kuongeza nguvu katika nafasi yake mpya ya shirikisho la soka Afrika na hivyo akaamua abwage manyanga. Uh, so uh, rais wa TFF ambaye pia ndiye alikuwa rais wa shirikisho la soka la ukanda wa Afrika Mashariki na Kati Sekafa, ndugu Wallace Karia ameweza kuacha nafasi hiyo ya kuwa na rais wa ukanda huo, na badala yake anaongeza nguvu zaidi katika shirikisho la soka barani Afrika CAF akiwa kama mjumbe wa kamati ya uendeshaji la shirikisho la soka barani Afrika CAF. Kwa hiyo uh, wale wote ambao walikuwa wamesitushwa na taarifa hiyo, basi ni kwamba si kujiuzulu nafasi ya uraisi wa TFF, bali amejiuzulu nafasi ya rais wa shirikisho la soka uh, kwa ukanda wa Afrika Mashariki kwa maana ya sekafa. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo imekuwa iki make headline katika mitandao ya kijamii lakini pia katika vyombo mbalimbali vya habari kuhusiana na maamuzi ya Rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wallace Karia kuweza kujiuzulu katika nafasi hiyo ya urais wa sekafa, na wengi wakijiuliza, um, ina maana Uh, kafu imekuwa ni kubwa sana kuliko rais wa Sekafa, na lakini nafikiri majibu unayo. Inawezekana ikawa ni nafasi kubwa zaidi kuliko nafasi ya rais wa Sekafa kwa sababu kafu ni shirikisho kubwa barani Afrika.